Hii ni kwa wale ambao wana mandugu madaktari na huenda wanapitia changamoto ya uzazi, hasa ile ya kutokwa na uchafu kwa muda mrefu sana, kwa sababu nimekutana na wanawake wengi sana ambao wanasema kwamba, na ndugu yangu ambaye ni daktari, ila kila nikipata changamoto, huenda nikitokwa na uchafu, alikuwa ananipa dawa, natumia, ila baada ya muda fulani changamoto inaisha, ila baadaye najudarudia, lakini kwa sababu unaamini huyo ndugu yako ni daktari na anaweza akakusaidia unarudia tena kutumia dawa zile zile dawa zile zile, zile, zile, kiasi kwamba changamoto yako imekuja kwa sugu na inahitaji matibabu ambayo ni muda mrefu, na muda mwingine inahitaji pia uweze kufanya vipimo vingine vya uzazi ambavyo vitakavyokusaidia wewe kuondokana na changamoto ya uzazi moja kwa moja. Haimaanishi kwamba kwa sababu daktari kwamba hawezi kukusaidia hapana, wala anaweza kukusaidia hapana, ila pale ambapo utafanya vipimo na utajua kwamba chanzo cha tatizo lako ni lipi, na utaweza kusaidiwa na daktari hasa yule wa uzazi na kama ni mmoja hapo ambao umesumbuliwa na changamoto za uzazi muda mrefu, na unahitaji matibabu ambayo anaweza kusaidia moja kwa moja kuanzia kwenye chanzo cha tatizo, unaweza tukawasiliana moja kwa moja, na unaweza a kupata matibabu yaya ambayo tayari yameshawasaidia wanawake wengi.